sana kwa upande wetu, baada ya kuandamwa na matokeo mabaya hivyo, leo ilikuwa ni muhimu sana kupata ushindi kwa ajili ya kushusha presha hiyo, e, miongoni mwa mashabiki wetu, lakini kushusha na kuondosha presha hiyo kwa wachezaji wetu na kuirejesha timu katika e, winning mentality yake. Tumepata ushindi huu mbele ya Mashujaa, timu ngumu na sisi tulitaraji mchezo huu mgumu, na mara zote mechi eh, baina ya, ya, ya, ya Simba na Mashujaa iwe Dar es Salaam iwe Kigoma, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, na mara zote huu ndo aina ya ushindi ambao tunaopata mbele ya Mashujaa, moja bila mbili bila mbili moja, mambo yanakuaga magumu kweli kweli dhidi ya Mashujaa tayari. Eh, utamaduni huo umeshajijenga na umekuwa wenye nguvu kweli kweli. Sisi kwetu tunao furaha kubwa kupata ushindi huu, ilikuwa eh, ushindi leo ili kutengeneza morali kuelekea mechi yetu ya Jumapili na tumepata ushindi huu. Imani na matumaini ya mashabiki wa Simba imerejea, na ambacho kimerejesha zaidi imani na matumaini kwa mashabiki wa Simba ni aina ya mpira ambao umechezwa leo, mabadiliko ya kikosi ambayo yameonekana leo, e ari ya kujituma kwa wachezaji wetu ambayo imeonekana leo, lakini cha upekee kabisa ni usajili wa dirisha dogo ambao tumeufanya umeonekana kulipa na kuingia moja kwa moja kwenye kikosi. Eh, tumemuona Alibase Geye akifunga mechi yake ya kwanza ya ligi kuu, akifunga bao zuri akiwa mchezaji bora. Hii inakupa ishara ya kwamba umefanya usajili mzuri kwenye dirisha dogo. Lakini tumemwona Aniset Ura akifanya maajabu makubwa hileo, akifanya akicheza mpira mkubwa, akisumbua pande zote kulia na kushoto. Lakini Nixon Kibabage vile vile akicheza mechi yake ya kwanza ya ligi kuu, mechi kwanza me, mechi ya pili ndani ya Simba Sports Club, tumeona uwezo wake namna ambavyo umezidi kuimarika. Lakini tulimisi Chama katikati ya kiwanja. Chama hii leo bado ametuonesha kwamba ni Chama, yule mgeni mdogo kabisa amefanya maajabu makubwa, na kuna vitu vingi ambavyo hatukuwahi kuviona, yani kwa muda mrefu hatujaviona kwenye simba yetu. Leo tumeviona chini ya utawala wa Chama.